Okay, Alphas, Alphas, nime, nimesikia Mercy amesema Mercy amesema, Mercy, amesema hivi, ebu mpatie muda kidogo afikirie kama ataweza kubiana na wewe. Hiyo itakuwa sawa, unashukuru kwa hapo eh? Kwa hivyo utampatia muda, na swala lingine another matter, pia ulikuwa una, unataka kujua kama ni kweli ako na mtoto wako wa pili. Kwa hivyo Mercy, Mercy, unathibitisha kwamba ulijifungua mtoto wa pili two months? Huyo ndio na, ndio nasikia hapo anaongea hapo kando, ndio huyo eh? na Mercy, unatupatia hakikisho, huyo ni mtoto wake ama ni mtoto wa mtu mwingine? huwezi mdanganyishia mtoto Aye, u <coughs> Alfas unasikia, mtoto hata ndio huyo anaongea hapo kando, unasema hujai muona, umesikia hata sauti ya mtoto hapo kando. Kwa hivyo sasa hivi umeridhika kwamba una mtoto kijana, lakini namna gani? Lakini namna gani, ndugu yangu bwana? Hata ndio huyo, hata mimi nasikia sauti ya mtoto hapo kando eh? umeridhika kwa hivyo wewe fanya jitihada usiharakishe masi ongea na masi vizuri na masi ataweza kurudi ama vipi masi hey, mbembeleze sasa hivi unafaa kuanza kutumia e, kuna kitu inaitwa M-Pesa anza kucheza na hiyo kitu ndugu yangu bana anza kucheza na hiyo kitu oh, uogopi hiyo kitu Anza kucheza nayo na Ma Mercy, Mercy ni kweli anatumanga? <coughs> ah, <masi. Aye>. Atumangi <coughs> Inaweza kuwa unatudanganya, jamani. Alituma alfas, anza kuwajibika tafadhali eh. Una watoto wawili ambao wanafaa kushughulikiwa, kwa hivyo tafadhali, anza kuwajibika ndugu yangu, sawa? Na hiyo pia, na hiyo pia itafurahisha Masi na